Serikali ya Indonesia imetangaza hali ya dharura ya kiafya katika jimbo la West Java baada ya zaidi ya wanafunzi elfu moja kuugua kutokana na kula chakula chenye sumu shuleni. Tukio hili limekuwa pigo jipya kwa mpango wa chakula cha bure wa Rais Prabowo Subianto unaogharimu dola bilioni kumi na ambao tayari umewahi kuibua hofu kubwa za kiafya. Visa vya sumu ya chakula viliripotiwa wiki hii katika maeneo manne ya jimbo la West Java, gavana Dedi Mulyadi alithibitisha Alhamisi hii. Mashirika yasiyo ya kiserikali yameitaka serikali kusimamisha mara moja mpango huo kutokana na mlolongo wa matukio ya aina hiyo ambayo yamekuwa yakiathiri wanafunzi. Milipuko hii mipya inafuatia tukio jingine wiki iliyopita ambapo wanafunzi mia nane waliugua baada ya kula chakula chenye sumu shuleni katika majimbo ya West Java na Central Sulawesi. Vyote vimehusishwa na mpango wa lishe bora wa Rais Prabowo, ambao ulizinduliwa Januari mwaka huu ukiwa na lengo la kupunguza utapia mlo miongoni mwa wanafunzi. Mpango huo umeenea kwa kasi na kwa sasa unawahudumia zaidi ya walengwa milioni ishirini, huku ukilenga kufikia watu milioni themanini na tatu kati ya wakazi milioni mia mbili themanini wa Indonesia kufikia mwishoni mwa mwaka. Hata hivyo, ukosoaji umeibuka kuhusu viwango vya ubora wa chakula na usimamizi wa utekelezaji wake. Serikali imepanga kuongeza bajeti ya mpango huo wa rupia trilioni 171 sawa na dola bilioni 10.22 hadi mara mbili ifikapo mwaka ujao. Hata hivyo, ongezeko hili limeibua hofu kubwa zaidi kutokana na changamoto za kiafya zinazozidi kushuhudiwa. Kwa mujibu wa Gavana Mulyadi, wanafunzi zaidi ya 470 waliugua Jumatatu baada ya kula chakula shuleni huko West Bandu huku mlipuko mingine mitatu ikiripotiwa Jumatano katika maeneo hayo hayo na Sukabumi na kuathiri angalau watoto mia tano themanini zaidi. Na mnukuu, ni lazima tufanye tathmini kubwa ya wanaosimamia mpango huu, lakini muhimu zaidi ni namna ya kushughulikia mshtuko wa kisaikolojia waliopata wanafunzi baada ya kula chakula hicho, alisema Mulyadi, akifafanua kuwa hospitali ndogo ndogo katika West Bandung zimeelemewa na wingi wa wagonjwa. Katika hatua ya haraka, serikali ya mkoa imetangaza rasmi dharura ya kiafya kwa West Bandung, hatua inayoiwezesha kutenga bajeti ya kushughulikia matukio hayo na kutoa msaada wa dharura. Kwa upande wake, Dadan Hindayana, mkuu wa shirika la taifa la lishe linalosimamia mpango huo alisema jiko zote zinazohusiana na visa vya sumu zimesitishwa mara moja. Wakati hali ikizidi kuwa mbaya, televisheni ya ndani Compass TV ilionyesha picha kutoka ukumbi wa michezo uliogeuzwa kuwa kituo cha muda cha matibabu, ambapo makumi ya wanafunzi wagonjwa walilazwa kwenye vitanda vya muda, huku wengine wakilazimika kulala sakafuni kwa maumivu. Picha nyingine zilionyesha wanafunzi wakitibiwa nje ya majengo ya hospitali kutokana na msongamano, huku ambyulensi zikionekana zikiangaika kusafirisha wagonjwa. Kabla ya tukio la wiki hii, ripoti zinaonyesha kuwa tayari watoto 6452 nchini kote walishapata sumu ya chakula kupitia mpango huo tangu ulipozinduliwa Januari mwaka huu. Hali hii imeongeza shinikizo kwa serikali kuhakikisha marekebisho ya haraka yanafanyika. Kwa mujibu wa Gavana Mulyadi, moja ya changamoto kubwa ni kwamba sehemu za zinazo, sehemu zinazotayarisha chakula mara nyingi hupokea idadi kubwa ya wanafunzi na zipo mbali na shule, hali inayowalazimu wapishi kuanza mapema mno, hata usiku kabla siku inayofuata. Na mnukuu, wakati chakula bado kikiwa cha moto kinahifadhiwa kwenye sahani na kufunikwa, hali inayosababisha kuharibika haraka na kuwa kichafu, alieleza Mulyadi, mwisho wa kunukuu. Hadi sasa, ikulu ya Rais Prabowo haijatoa majibu kuhusu tukio jipya, huku wachambuzi wakionya kwamba iwapo hatua kali hazitachukuliwa, mpango uliokusudiwa kusaidia wanafunzi unaweza kugeuka kuwa hatari kubwa kwa maisha ya watoto nchini humo.